Mgogoro mdogo wangu, mgogoro umeanza mwaka tisini na sita hasa elfu mbili na kumi kashika kasi baada kaka yetu mkubwa kufariki. ile ambayo nimepewa mimi rasmi ambayo aga baba yangu aasha kimaanisha kabisa wajukuu aba vitukua mwenye shamba la kwao muda mrefu, na anasema mimi kinara ni mimi, mimi naishi pale Kwani kidani ni mimi na naoita hao kutoka Monduli, kutoka kutoka Ngarua mali penginepo, mimi ndo naoita waje kwa mwenye eneo lao pia. Kwa mimi kuwekwa ndani usiku na mchana, kuweka ndani bila kujali kole langu wala nini. Leo nikawekwa ndani na kuja kutolewa na viongozi wa mila na hao, nakuja kunitoa kunitoa jela ndani, badala ya kunifunga, lakini Mungu akasimama hajanifunga mimi na nikashangua faini, alipa faini hivyo hivyo mpaka leo mpaka leo naishi unasema kwamba mgogoro huu umejenyesha sana sana, hasa mimi, maana naishi eneo lile. Bahati nzuri hawa wengine wanakaa mbali kidogo, mimi ndo niko mali eneo lile, nafanya chochote kile bali fanya mazingira yote, hata kupanda maua, bali ni shida. Ametusumbua muda mrefu, na ndugu zetu hao jana mbao, nimewalea mimi mgongoni hapa, nimerudi kuninyanyasa, baada ya kuona Mama Samia amepata mwanga jana kule Ngarenaro jana. Mmepata habari hiyo, nikapiga ndugu zangu simu aje leo. Ni kwamba kio wengi sana karibu hamsini, lakini simu nauli pia ni shida, wengine ni wafugaji pia. a msini kwamba namwombea sana mama Samia sana, rais wetu, nasema kama mitano tena. Mungu ambariki sana sana sana.